A oio asihaya mtazamaji, karibu sana, tuendelee mbele kwenye episode ya 19 na nakukumbusha na tena kwamba basi tunayo YouTube channel ambayo iko sokoni, inauzwa, na kama unaohitaji basi wasiliana nami kwa namba za simu unazoziona kwenye screen yako. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer. Karibu sana, tunaendelea mbele basi, taarifa imekuja kutoka kwa Miss Ma hapa anaambiwa Mwamba sasa kwamba bana, kuna watu nataka kukuua. Inabidi kama unataka kuwa salama unifuate, lakini akamwambia wewe, unajua una mwanaume anatakiwa akuoe hivi karibuni. Leo Miss Ma kamwambia ukweli, sidhani kama anahitaji kufuatana na mtu ambaye sijawahi sijawahi. Hiki kitu hata yeye kikamshangaza sana. Sasa tunaona katikati ya jangwa wanavuka wakiwa pamoja. Na hiki kitu kinamfanya ajisikie vizuri sana. <tip> Faransa anapata wakati mgumu, amepakia watu wawili na anakimbia kwenye mchanga, lakini wenyewe wameamua iwe hivyo juu sana katika bonde linaloitwa Cloud Valley, mama yake alikuwa anatazama. Na mwamba alishaelewa. Mama alimwambia, nimekutuma kazi moja tu sasa. Kuna sehemu waga wanaendaga kuongea, kumwambia hivi, unajua anachokitaka wewe. Nataka Ma Fangling akupende. Yani misi wako. Basi ikiwa itawezekana, ndio kwa jinsi utakavyoweza kuingia kwenye kasiri. Na ikiwa utafanikiwa kuingia kwenye kasiri lao, tutaweza kumfichua Ma Kongqun ambaye ni baba yake. Kwa nini kwako inakuwa ngumu kiasi hicho? Kwa sasa Ma Fangling ni kama vile mtu ambaye amejificha kwenye panga. Inabidi uhakikishe kwa namna yoyote unamfanya atoke huko. Sasa angalia. Una maana gani kwa kuniangalia hivi? Au ndio kusema hutaki tena kufanya hicho kisasi? Akamwambia, mama lazima nitafanya. Lazima nitamua Ma Kongqun. Lakini si watumishi wake. Unamaanisha nini kwamba wafuasi wake utawaacha? Hivyo, unajua nini ambacho Ma Kongqun alifanyaga miaka hiyo? Ngoja sasa ni kwambie Jiran... sasa tangu wakati huo amekuwa adui yetu. um, sisi tunatakiwa kumrudisha mara kumi alivyotufanyia. Angalia leo, anawaona wanakimbia pamoja. Sasa bado unafikiri hii kitu iko kwenye plan? Ni kama mama anaona sasa kijana amefanikiwa.

Eh? Nani sasa wa kumuua ninyi hao? Basi sawa. Njooni, tufuatane haraka, tukamtafute turudi naye hapa. Bodyguard wake huyo anaitwa Gongsa. Amewachukua walinzi wake hao wanachukua, wanaenda kumtafuta kwa sababu mume ana kasirika. Sasa kumbuka kwamba hii ngome ya kina bibie Mafali, eh, mtoto wa mzee Makocho... Yaani sasa hivi sio, sio ngome yenye nguvu sana ngome yenye nguvu sana ni ngome ya kina Murong Minzu. Master Murong Minzu alikuwa na gomba pa. Kwa hiyo baba anataka wa, wa, wa, wa, wa watoto hao ili kusudi ile ngome yao pia ambayo sasa hivi haina nguvu oh, iweze kuwa strong. Sasa binti hampendi yule jamaa. Anampenda huyu, na huyu yuko kwenye mission. Mama yake amemtuma ili binti akishampenda aingie nyumbani mwao aweze kumpata adui yao namba moja ambaye ni Ma Kongqun baba yake na huyo binti.

Lakini ndio njia pekee itanifanya nijisikie kaupe, basi kama kuna siri yoyote endelea kukaa. Lakini mimi niko tayari kuyarisk maisha yangu kwa ajili ya. Unataka nikufichulie siri za ile leo? Pana mengi ambayo basi yamejificha chini, kuna sehemu inaitwa Butterfly Lake. Wakongwe wa wakazi wanasema kwamba Unapomezwa katika udongo unapita unaenda katika hilo eneo la maji na utatokea sehemu hiyo. Kwa hiyo kumbe wewe uko tayari kunisindikiza? Oh. Akamwambia basi leo ana furaha, alikubaliana naye kila ziki. Lakini laiti kama binti angejua ndani ya moyo wake kuna siri iliyojificha na anakusudi ana mission maalum ambayo anatakiwa kuifanya labda pengine angejipanga kitofauti. Ni kama kile kile ambacho basi tulikiona kwa mara ya mwisho, kwa kwamba alikuwa kweli sema anampenda jamaa, lakini alikuwa na mission nyingine ambayo alitakiwa aifanye kama alivyotumwa na ngome yao, ndio maana akampiga kile kisu na kumsukuma juu kwenye mlima mrefu. Iba. Sasa akamwambia nikuulize kitu, kwambia uliza. Ni kwa nini unataka kumuua baba yangu? Sasa wako watu wengi sana ambao wanataka kumuua baba yake. Ni wengi sana sijui, sababu zao, lakini labda ya kwako inaweza kuwa kitofauti kidogo. Wakati huo basi, wafuasi wanaotokea katika kari. walikuwa wako njiani wakienda kumtafuta Miss Ma, ni de anamwambia, mimi nataka kuelewa story yako ikoje. Yaani, ni nini ambacho kinakufanya mpaka unataka kufanya hivi?

Wakati wanaendelea kuongea wakasikia sauti za jeshi lao. Sasa angalia, wako hapa. Siwezi kuruhusu wanichukue hawa. Wakakimbia sasa, wanakimbilia farasi sasa. Sijui watakuwa salama. Haya, angalia, walikimbilia upande mwingine nia tu ni kuhakikisha kwamba basi hawataruhusu kunaswa. Angalia, binti yuko happy kulikweli, anataka kuendelea kuenjoy moment kunjoyena, lakini sasa ndio wakati wao. Walikuwa wameshatambua tayari, Gongsan alishawaona kwa mbali wakiwa wanapotea, akatoa amri kwamba watimuliwe. Safari inaendelea. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! safari inaendelea. Sasa angalia, walisafiri umbali mrefu, wamekimbia mbali sana, yaani wamepita mpaka wametoka kule jangwani. Sasa wamepita kuna pori moja, pita huko katikati eh. Haya yote hii ni kwamba binti anajua akirudi hata kuwa na option nyingine zaidi sana, atalazimika eh, kuozwa kwa Murongo. Lakini hizi zilikuwa ni mbio za sakafu. Kwa nini unaondoka bila kuaga yoyote? Inafaa uache hiki unachofanya. Unatakiwa kuolewa na Murong mwingine. Unajua kama tutapewa adhabu na bosi sasa. Gongsan, wala usiwe na shaka. Ninajua hadhi yangu sawa. Ni mimi ndo niliyekataa ruhusa. Nipewe siku chache kwanza. Nitarudi mwenyewe. Siwezi kuliruhusu uondoke na huyo jamaa. <tinyo> <tinyo> <tinyo> Kwanza ni hatari sana, huyo sio salama. Hapana jamani, nisikilizeni, wala sio huyo ananifaa mimi. Nitoroke na mambo yangu kwa sasa, mimi sitaki kujua. Hata kama ni rafiki yake, kama akikudhuru, je uoni kama tutapatwa na madhara sisi wengine? Na kweli akiuawa huyu, mabodyguard wataombiwa hawana kazi, watauawa na wao sema. Inabidi mimi na yeye turudi sasa hivi. Eh, basi haraka. Jamaa aliinuka juu baada ya kuruhusu kufanya chochote. Sasa hao waliokuja sasa hivi wana silaha za hatari, silaha ambazo inaonekana kuja yao ile haikuwa ni ya Mwamba naye yuko vizuri, kwa hiyo kuna ambapo ambapo wanajua kuj Kwayo ni kundi kubwa la wanajeshi ambao wamekuja na silaha ambao wote hawa walikuwa wamedhamiria kuwa watamaliza. Kumbuka ni watu wengi sana ambao wanataka kumuua Mwamba, Master Fuho. Lakini hakuna aliyefua dafu kati ya wote. Sasa anatoka sasa Gong San, anataka naye kuonesha umwamba wake. Na anatumia nguvu kweli kweli kupambana na Mwamba. <coughs> Kila alipojaribu jinsi ya kumdhibiti haikuwa rahisi <coughs> lakini wakawa wamemzunguka wote. Kwao mapambano ni makali. Mbele anapambana na Gong, lakini nyuma yuko na wanajeshi wengine wengi. Hawa wengine wakuwa wanamsumbua, alikuwa anaweza kuwadhibiti kirahisi, lakini mtu ambaye alikuwa na mchallenge zaidi ni Gong. Hii ilikuwa inamchukua muda mwingi zaidi maana yake ni kwamba akiamua inawezekana. Sasa Gong San anakuja, lakini mapambano yote anapambana na Gong San bila kutumia hata silaha silahaya. Kuna wakati kama Gong San kama ameanza kumdhibiti sasa, ni kama vile staili yao kupigana inakaribia, imefikia kipindi Gong San naye anajiamini, lakini kikampata pata. Brother Gong San sasa ameanza kupata shaka. Bibi anaona da. Mbona mwamba anataka kummaliza? Fu Hong Shu, simuwe Gong San. Tafadhali tuondoke. Basi akaondoka. Kwa hiyo maana yake jaribio la kutoroka likawa limefanikiwa. Bado hakutaka kurudi na Gong San. Wameacha farasi sasa wanakimbia bila farasi. Ni hatari zaidi ukipita katikati ya jambo. Kuna kiu, joto. Umeona bwana? Sasa wanawezaje kuvuka katikati ya jambo? Bila farasi. Angalia, askari wale wametokea. Maana yake kama sasa hivi wakinaswa, lolote linaweza kutokea. Hii ni amri, imetoka kwa baba mzazi wa binti, anaitwa Ma Kong, ndio adui namba moja wa familia ya Fu Hongxue Master mwenyewe. Sasa itakuwa paka. Binti anauliza, sasa wewe kwa nini unataka kumuua mzee? Najua watu wako, watu wengi wanataka kumuua mzee, lakini wewe sababu yako kubwa ni Ngoja tutakuja kuijua labda sababu, maana yake hata hivyo kuna vingi. By the way, sababu tunayo kwa sababu tumeiona. Kama ukiangalia hapo chini kwenye description, unaweza kuona story inayohusiana na baba yake na kijana eh, Fu Hongxue, baba yake anaitwa Bai Ti, na nimeelezea stori yake vizuri ya kwamba aliviziwa katika hekalu sehemu ya kusali, yani kama sehemu ya kuabudia hivi hekalu la kuomba, walimvizia wakamuua, aliuliwa, na aliuliwa kwa shtukizo tu. Sasa kuna namna ambavyo kile kifo kilizua balaa nyingi sana, yaani kuna vingi vilivyotokea baada ya kile kifo, na hii kidogo ikawa imewacha mengi katika hali ya sintofahamu. Kwa hiyo kutokana na hilo, mama wa kijana akawa amemtaka kijana kwa sababu ameshakuwa mtu mzima, akalipize kisasi kwamba aliyehusika na, inavyosemekana aliyehusika na kifo cha baba yake ni baba yake na binti huyu, ambaye basi huyo baba anaitwa Ma Kongqun, Master Ma Kongqun. Hai, angalia. Wanapita katikati ya ziwa. Sasa kuna kitu ambacho binti alishawahi kumwambia jamaa kuhusiana na hili ziwa. E, kama utakumbuka, alimuelezea kuhusiana na hili ziwa na kwamba kuna namna ambavyo ukiingia humo ndani kuna sehemu ambayo ukipita utatokea sehemu nyingine. Kwa hiyo wote walikuwa wako tayari kusafiri pamoja katika hiyo safari. Wanaogelea wameshikana mikono, wanapita katikati chini ya maji kule. Hai, angalia. Wale wanajeshi wengine walikuwa wameambatana na e, sehemu kubwa ya timu kubwa ya wanajeshi wenye silaha. Sasa mkono wake mmoja umenaswa, e, inaonekana mizizi kule chini imemnasa. Kwa hiyo akabaki mwenyewe, sasa anashindwa kutoka mule chini sababu mkono wake kama umenaswa na silaha yake pia imenaswa, inaonekana amepita chini chini na kuna a, kitu cha ajabu kuhusiana na mazingira ya kule chini ya maji, kama kuna kama mizizi ina kufungafunga katika mikono. Sasa angeweza kuutumia ule upanga lakini anachomoka vipi? Ngumu kutumia nguvu ukiwa chini ya maji ni rahisi eh, kujikuta unashindwa kupumua. Sasa atawezaje kumuomba? Ikabidi achomoke haraka kwenda mwamba akiwa amebaki mwenyewe pale chini. Sasa hii safari hii vipi anatokaje hapo chini? Kila alipojaribu kumtazama hivi alikuwa hapati picha halisi ni nini ambacho binti anadhamiria au anakikusudia. Mtu akikuacha chini ya maji kama uko peke yako unakuwa na eh yeah, picha halisi inayokuja ni kama vile amekuacha. Sasa angalia, yani upanga wake umefungwa, miguu yake imefungwa, sasa anachomoka vipi hajui. Ni kama vile ametekwa kule chini na yeye mwenyewe hajui anawezaje kupona. Sasa hali yake ikabadilika kabisa, hata kupumua sasa ikawa ni kazi. Atawezaje kupona katika hali kama hiyo? Bila shaka yuko kwenye hatari kubwa sana. Binti alikoenda ni wapi? Hatujui sasa, ngoja tutaona. Inaitwa Legend of, inaitwa yeah, yeah. Sasa anaona ni kama yuko katika shamba moja kubwa sana la alizeti na anamuita mama yake, yeah. Mama anamuita mama, lakini mama haitiki, na bado yuko na vazi ambalo amelivaa ni kama lina rangi nyeusi pamoja na rangi nyekundu zilizokolea. Umeona, sasa upande huu tunamwona mama yake, ndio yupo hapo akiwa ameushika upanga fulani, huu upanga huu. Mama anasema, kuanzia leo na kuendelea, wewe sasa unazo baraka za Mungu wako, na upanga huu ndio utakao utakaotumika kuwamaliza adui zetu wote. Naenda ukafanye hiyo kazi na urudi hapa la sivyo hata mbingu zitakulaani. Mimi pia nitakulaani. Sasa anachomoka vipi kama umo chini ya maji? Hali yake siyo hali. Yupo katika kifungo ambacho hata yeye mwenyewe ajui anachomoka vipi. Maana yake mtu mmoja ambaye angeweza kumsaidia ni binti mwenyewe tu Miss Mafalin. Sasa anawezaje kupona? Katika ha hatari zote Mafalin aliwahi kumsaidia sana. E, I mean, kijana aliwahi kumsaidia Mafalin mara nyingi kupona lakini tunaona baada ya muda Mafali na rudi. E, nafikiri huu ndo wakati wake, naye anatakiwa kuprove kwamba basi anaweza kuyaokoa maisha yake. Kwa anarudi mpaka chini kule, ngoja tuone sasa safari hii vipi, atafanikiwa. Lakini kijana tayari alikuwa hana nao ya kuwa tena salama kwa sababu amekaa chini ya maji kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo njia pekee iliyokuwa inatakiwa basi kumsaidia e, ni kumpa kidogo oxygen. Ndio maana kinafanyika kitendo hicho hicho, ni kitendo cha kumpa oxygen chini ya maji kule. Anampa oxygen ili mwamba angalau apate oxygen. Ubongo ukiishiwa oxygen, maana yake sasa, eh, ni hatari kwa jamaa. Lakini bado anajiuliza, wanachomoka vipi? Maana yake uko chini sasa, mtu amekaa muda wote wao zaidi ya dakika kidogo, tunaona ili kusudi aweze kumwokoa sasa, angalau unaweza kuona kumbe alivyopanda kwenda juu oh. Alienda kutafuta kisu na sasa, hicho ndo kimemsaidia na kata ile mizizi na nini ili kumtoa jamaa pale katika hiyo hatari ambayo jamaa. Haya, matangazo yanaendelea, acha nikumbushe umuhimu wa wewe kujiunga na mambo ya membership. Nimeaelezea mara nyingi ya kuhusiana eh, na zile membership badge kwamba kuna vitambulisho vya watu wote ambao ni members, kwa hata unapoenda ku comment basi mimi naanza kukuona wewe wa kwanza, kwa sababu e, kuna, kuna muhuri au tuseme basi kitambulisho cha kipekee ambacho wewe unapatiwa unapoandika comment yako, pembeni kuna kuwa na star au nyota ya namna fulani. Ile nyota inatusaidia sisi kutambua wewe comment yako kwa urahisi kabisa. Kwa mfano, angalia, hawa ni baadhi ya watu ambao wamejiunga na membership. Kwa mfano, ikiwa wewe ni new member utakuwa na nyota ya rangi fulani. Hiyo ndo tunaita badge, au basi kitambulisho. utambulisho wako unaweza kuwa rangi ya blue, au nyota ya kijani, au nyota ya njano ni kulingana na mda gani ambao umekuwa member katika channel yetu. Sasa hiyo inasaidia hata unapoenda katika ku-comment. Sasa umeandika comment yako maana yake sasa unapoweka hata kama ni comment, mtazamaji mimi ni rahisi sana kuiona kwa sababu tayari ina badge, ina muhuri, ama basi ina utambulisho maalumu na mimi naanza kujua wewe ni member wetu. Hii ni rahisi sana kwako wewe kupata hata kama umeuliza chochote miongoni mwa e, zile comments za watu wengi, na mimi pia nitapata jibu kwamba wewe e, uko top kabisa. Naweza nikafikiria kukudumia haraka. Binti bado anamuuliza, vipi kunijibu, kwa nini wanataka kumuua baba yangu? Akakaa kimya kwa muda mrefu sana. Binti anamwambia tafadhali niambie. Je, atamwambia?